Ni masaa arobaini na nane amepita tangu makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA John Wegesa Heche akamatwe nje ya mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam akiwa anahudhuria mahakamani hapo kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na kwa bahati mbaya alikamatwa na polisi nje ya mahakama kabla hata ya kuingia mahakamani lakini polisi hawakutoa maelezo yote, kwamba kwa nini wanamkamata John Heche, na badala yake katoka taarifa kwamba wanampeleka kituo cha polisi cha kati, yani central. Lakini baada ya kufuatilia pia hapo central, ikabainika kwamba John Heche wanamsafirisha mpaka Sirari, mkoa mkoani Mara ambako ndiko mashtaka yake yalipo. Lakini pia wanasheria wa Chadema pamoja na wanasheria wake John Heche wamefanya juhudi zao zote pamoja na ndugu na mama yake mzazi ku, uh, kuulizia kama Heche yupo uh, kwenye vituo husika ambao vilitajwa kwamba amepelekwa Silali, lakini bahati mbaya pia huko Silali waisema wao waji chochote kinachoendelea juu ya kukamatwa kwa Heche, jambo ambalo limeendelea kuibua maswali mengi kwa watu kwamba kama polisi ndio waliomshikilia, kwa nini wanamficha Hana tuhuma zote za ugaidi hana tuhuma zote za ajabu, na kama kungekuwepo, polisi wapo kwa ajili ya kuutaarifu umma kuondoa taharuki. Eh, wanatumia vyombo vyao vya, vya vya mitandao ya kijamii kuripoti taarifa kwa umma kwamba bwana tunamshikilia mtu fulani kwa makosa haya na haya. Kwa nini kuache mikoa tofauti mtu ambaye hata hakukataa kushikiliwa na jeshi la polisi? Mwanamuziki na msanii wa Bongo Movie, uh, Rose Ndauka pia kupitia ukurasa wake wa Instagram ni miongoni mwa watu ambao wamejitokeza kumlilia John Heche kujua wapi alipo. Nikisoma kile alichokiandika Rose Ndauka, aliandika rafiki yangu, kaka yangu upo wapi jamani? Hii inauma sana kwa kweli. Mwenyezi Mungu ingilia kati Familia zinalia kwa kukosa kujua watoto wao wako wapi. Watoto wanateseka kwa kushindwa kuwaona baba zao, wake wanalia kukosa kuwaona ume zao na kufurahia nao kwa pamoja. Mungu, tuongeleshe, tunaenda wapi? Moyo unavuja damu, ndugu zetu wanapotezwa bila sisi kujua walipo. Naomba Mungu tujue, upo kituo gani cha polisi? Wazazi wetu sasa hawana amani, wanajua muda wowote lolote naweza kumkuta mtoto wake. Mwenyezi Mungu tuokoe, hii haikubaliki, alimaliza hivyo Rose Ndauka. So maswali yamekuwa mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Hiki ambacho kinaendelea, je, ni uweledi wa jeshi la polisi au ni nini travis chao?